Niko nyumbani Butembo, ni nyumbani na niko kwa mpango mkubwa wa mkutano wa injili ambao unaendeshwa kwa ministry ya MCPM hapa mjini Butembo, na mini kwamba si mara ya kwanza, imeshawahi kutokea. Kwa mwaka huu tunakuwa na mpango wa kuja mara moja au mara pili, kibidi hii ndio yafanya tuko saa hizi Butembo na bado mkutano unaendelea kwa masiku fulani. Sante. Asante na tangu muda mchache tumesikia eti ume metoka Goma unaelekea Tanzania pamoja na jamaa. Uh, kwa nini umeamua kutoka mji wa Goma hadi Tanzania? Uh, ukweli ni kwamba sijatoka Goma, ni mapaparazi watu wanaongea, isipokuwa familia, kuna watoto wangu wanasomea Tanzania, lakini mimi mwenyewe nipo Goma, siwezi kuwacha kanisa isipokuwa wakati mwingi na kwenda kuhubiri mahali pote, lakini sijafikiria au kupanga kutoka Goma, kwani na mzigo ya injili kwa ajili ya taifa ambalo Mungu ametupa. Asante endapo na, natarajia kuokoa pia nafsi sehemu za Tanzania pastor. Oh, ikibidi pia, kwa sababu tumepewa injili ya kutembea dunia yote, lakini bado mimi nipo Goma, nipo Congo, nipo mahali pale Mungu ametaka lakini bado hatuja hatujahama. Mhm. Uh -huh. Yeah. Alafu kwa sasa unaishi je vipi ndani ya mji wa Goma? Ah, uh, mimi naishi kwa usalama. Naishi kwa usalama kwa sababu niliporudi nilirudi nyumbani bila shida yoyote, nilikaa, nilihubiri baada ya miezi miwili mitatu tena nikatoka kwenda kuhubiri habari njema, unajua mimi si mfanya siasa. Na kama wewe ufanyi siasa au ujiingize kwa siasa hauna matatizo kabisa. Nimeishi vizuri bila tatizo yoyote ile. uh -huh. Kama jamaa ime- imebaki kwa sasa Tanzania hivi una ujumbe fulani uh, kati ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo na jamhuri ya Tanzania? Uh, Tanzania tangu zamani kwangu ni kama nchi ya pili. Sijui kama kuna chembechembe za kitanzania ndani yangu, lakini ni nchi ambayo huwa naipenda zaidi kuna wakati watu wameniswali kama naweza taka ni niishi Marekani wala wapi, nikasema, mimi nikifikiria kuishi mahali pengine isipokuwa Kongo, labda niweza kwa Tanzania. Ujumbe ni kwamba wanaandaa uchaguzi kwa tarehe 29 hapa karibuni, ili tutakiwa waombe sana kwa ajili ya uchaguzi, na zaidi ya kuomba sana, watu waache vurugu. Bora watu washindwe, lakini amani ibaki. Mpaka saizi, wanaojua vita ndio wanajua maana ya amani ni mmoja katika nchi ambazo zina usalama duniani, na wasitumie ujanja kutumikishwa na wafanya siasa labda, lakini wamwombe Mungu na kila kitu kipite kwa amani. Imani yangu ni kwamba hata kama kutakuwa vurugu kidogo, lakini itapita na kutakuwa amani ya kudumu kwa ajili ya Kongo. Ujumbe ambao unaweza kuwa nao, kuna urafiki mkubwa Kongo na Tanzania tangu zamani. Watanzania pia waombee Kongo ili hewa ya amani wanaopumua ingalau Kongo tupate nafasi ya kuipumua siku moja, na tupate kuishi kama Waafrika wenye upendo na umoja Asante. Naam, Mwalimu Gabriel Tikiko, tangu siku fulani umetoa ushuhuda kuhusu mama mzazi mm, eti alikuwa kahaba wa na hivyo watu wamekuwa na kutoa maoni yao mbalimbali tofauti kwenye uh, mitandao ya kijamii. Wewe binafsi una, unaona uh, ujumbe za watu mbalimbali namna gani kwenye mitandao ah, uh, shi, shi, shi naga muda sana kuona comments za watu wala ujumbe. Lakini mimi nafikiri kwamba kahaba ni mtu labda, Kiswahili chetu na cha wengine kifanani, kwetu si kahaba si mtu tu anayejiuza kwa ajili ya pesa, lakini kahaba ni mwanamke ambaye anaishi bila ndoa. Kwa hiyo kama mtu anaweza akashuhudia kwamba mama alikuwa hivi, yani alikuwa hana ndoa, au mtu mwingine ameshuhudia mama alikuwa na kichaa ni kutaka kuonesha utukufu wa Mungu kwamba katika kitu ambacho kinafikiriwa kizaifu naweza nipatoe kitu cha maana zaidi, si licha ya kutaka kumzahirisha mama. Kwa sababu kama kuna mtu anaweza akamheshimu mama duniani, mi nafikiri najua maana ya mama aliyekubali kupana maisha yake labda kwa ajili yangu. Kwa hiyo mi ni mmoja katika watu ambao wanajua samani ya mwanamke na na heshima kubwa sana. Hata jana nilikuwa tarehe yangu ya kuzaliwa kwa hiyo nikikumbuka imenipa machozi, na huwa na jiswali mengi, kwa nini mama hayupo? Alitakiwa awe aone jinsi Mungu huwa ananitumia kwa kazi zake. Kwa hiyo kuna watu ambao wajaelewa kile kitu. Kwa niaba ya wanawake wote, nasema kwamba nawapenda na pia, asiyoelewa lazima atuwe razi. Kwa Kiswahili, labda hajaeleweka, lakini ni namna fulani ya kutaka kuheshimisha Mungu anavyoondoa miujiza au baraka ndani ya watu wa dhaifu zaidi. Oi, pasta eh, wakati mtazamo wako ni nini kwa vijana wa kongomani ambao wanapitisha kipindi kigumu sana, kipindi kya vita huu, kama mwalimu zaidi sana, mwalimu wa kiroho mtazamo wako ni nini kuhusu uh, mambo ambayo watu wanapitisha huko Kongo ya ya mpaka saa hizi hali ambayo tunaipitia ndani Congo, nafikiri hata ibilisi haelewi, kwa sababu maombi imeombwa tayari, tumesikia pia kwamba mazungumzo yamefanyika tayari, lakini kuna wafanyasiasa ambao hawajaelewa kwamba taifa liko linaendelea ku, kuzama kudidimia na mateka au watu wanaokufa zaidi wanaoisha kwa vita hivi wema, ni raia wema ambao hawana shida. Yote ile, mimi nitaambia vijana nini? Kwa kipindi kama hiki, mi kama mwalimu wa kiroho ni kuambia watu waombe Mungu, waache kuzihusisha katika mambo ambayo hawatakiwi kuingia ndani. Kama mimi simfanya siasa, siwezi nikaingie huko. Kazi yangu ni kuomba na kuelimisha vijana na watu wote tumtegemee Mungu na tupigane sana na ukabila, kwa sababu ibilisi pia huwa wanapata njia kwa vitu kama na vile. Na mwisho wa siku, unajua watu wakiwa na ukabila, mnamalizana mpaka nyote mnaisha. Kwa hiyo, labda wafanye siasa wangefikiria vizuri. Sisi hatujue tunakufa kwa nini, hatujue tunateseka kwa nini, waendeleshe vitu walianza vya maongezi mpaka tupate kimya tunachohitaji kwa muda huu tu ni amani, hakuna kitu kingine. Na hata mimi nikiomba, nikifundisha, niwafundishe watu amani, upendo, ili tuone kitu Mungu atafanya yes. Lakini Pastor, leo hii wakikwambia unaonana face face na rais wa jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo kuhusu mambo ambayo Wakongomani wanapitisha, wewe utamwambia nini kwa kwa namna yako ya pekee, na ukiona tatizo ambayo watu wanapitisha na utamwambia nini face face? Mimi nikimwona face to face rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo face to face, hata inaitamani sana kukutana naye, alitakiwa kutafuta amani kabla, kwa sababu vyote hivyo kwa mikono yake. Unajua, shida ni wakati mtu huwa anazungukiwa na watu ambao hawaelewi kinachoendelea. Kuna wakati nilikuwa kishasa na watu wengi wakiwa huko wanasahau huko hawakumbuke mambo ya mashariki ya Kongo, yani wanapoona ni kama ni mbali zaidi. Na ameonyesha jitihada zake za kutafuta salama, kutafuta amani, lakini kama mimi mtumishi wa Mungu, angitafuta watumishi wa Mungu ambao wanaweza kumwongoza vizuri. Na hata namba yangu ya simu ntaiweka hapo, anaweza kanitafute, nimwambie siri ya kupona kwetu ni hii na hii na hii na hii na hii na itatupa amani. Kama vita vilipigwa sana, lakini haikuleta suluhisho. Yaani kuna kitu unaweza unasema unakataa saa hizi, lakini mwisho utafikia pale, na kuliko ufikie hapo baada ya kupoteza sana, lazima ufikie hapo mapema. Kama wanajua njia ni mazungumzo ya kuleta amani, basi ifanywe na itakuwa vizuri sana kuliko kuacha kusema, ah, mwezi fulani mwaka fulani. Kadiri siku zinaenda, kadiri vitu vinaharibika sana, kuna vitu vinaweza, siwezi kumwambia kwa kwa mtandao. Akinijali kama mtumishi wa Mungu atamtafuta, na nitaongea naye vizuri sana, na itasaidia nchi yote. Kwa namna yako ya pekee, kuna watu wanakufuata wakiwa pande nne za DRC na hata wengine wakiwa Tanzania na hata wengine wakiwa kwenye maziwa makuu weka mapasa, unaweza waambia ujumbe gani eh, wa Tanzania wa Burundi, Uganda, kuhusu mambo ambayo Wakongomani wanapitisha, wanataka wafanye nini? Mimi ujumbe naweza kuleta hasa kwa ajili ya Afrika Mashariki na Afrika ya maziwa makuu ni kwamba mzungu asi asimchanganye Mwafrika, yaani tuwe na moyo wa, wa utu na moyo wa upendo, kwa sababu zamani, unajua, hakukuwa Mnyarwanda wala Mkongomani, hakukuwa Mtanzania wala Mkenya, Mganda wala sijue Mrundi. Mwafrika alikuwa mwafrika tu, na hata sasa hizo ukifika Ulaya, wao wanajua hata kama ni Mkamerun, wanajua ni mwafrika tu. Kwa hiyo ni aibu sana kuona waafrika wanaanza kumalizana na kila mara ni Kongo inatokea, mara mingi sana. Nchi zingine zitusaidie kwa kuomba Mungu na pia wa- watusaidie kwa kutafuta amani, kwa sababu kuna mtu ambaye anajua jirani ana shida, anaweza kuwa na uwezo wa kumsaidia jirani, kwa sababu kinachopata Kongo labda kipate ingine nchi kesho, na itakuwa vibaya zaidi. Ni ujumbe fupi ambao ninao.